Kujiengua kwa baadhi ya makada wa awali wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, hususan mkoa wa Kilimanjaro, kumeibua sura mpya ya mambo yaliyojificha kwa miaka mingi katika chama hicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Bado nina nguvu, sisemi ninaacha siasa, lakini acha kwanza nikapumzike, na ninamshukuru Mungu sana kwamba tarehe 27 mwezi uliopita Mungu alinipa mjukuu na kwenda kulea mjukuu wangu. Chanzo chetu kimesema kuwepo kwa kundi la G55 katika kipindi hiki ambacho mwenyekiti wa Chadema ni Tundu Antipas Lissu kunatoa taswira kwamba uanzilishi wa chama hicho tangu mwanzo ulitaka kutawaliwa na watu wa Kanda ya Kaskazini hivyo kuchukuliwa kwa nafasi za juu za uongozi na watu wanaotoka nje ya Kilimanjaro na Arusha kumeleta taswira ya kuporwa kwa chama kutoka kwa watu wake wa mwanzo, na hivyo kuzua hisia za kutengwa au kusalitiwa. Aidha, chanzo hicho kimesema hatua hiyo ambayo kwa sasa makada walio wengi wanaojitoa kutoka ukanda huo hauwezi kuwa kikwazo kwa Chadema kusonga mbele kutokana na msingi ambao kimeujenga kwa wananchi na kupeleka imani kubwa katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Chanzo chetu kimeongeza kuwa haishangazi kuona walio mbele ya kundi hilo ni watu wanaotoka Kanda ya Kaskazini ambao wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuwaburuta wachache kutoka maeneo mengine ya nchi. Mnamo Mei 2025 kundi la G55 mkoa wa Kilimanjaro, na Mei 11 mwaka 2025 kundi hilo likiongozwa na katibu wa zamani wa Chadema mkoa wa Kilimanjaro, Basil Lema kilikariliwa na vyombo vya habari kikidai kuwa kuondoka kwao ni kutokana na chama hicho kudhara ushauri waliotoa, hususan kauli mbiu inayotikisa nchi kwa sasa ya no reforms, no election. Huu ugonjwa unaoitwa chuki umekuwa mkubwa mno. Ukuta wa chuki umejengwa umepanda juu kiasi kwamba kwa sasa hivi haiwezekani watu wa mashariki wakutane na watu wa magharibi, haiwezekani watu wa kusini wakutana na watu wa kaskazini. Haiwezekani watu wanaosema ndio wakutana na watu, watu wanaosema hapana. Haiwezekani wenye mawazo ya, ya tusonge mbele wakutana na, na wenye mawazo yasiyo na kusonga mbele. Kile kwa pamoja tunachokiomba, tunachokitaka serikali iipe Chadema, iwape watanzania uhuru wa kuassociate humu ndani ya Chadema haupo. Ukiassociate na Lissu uko okay. Ukiassociate na Mbowe wewe ni muasi. Aidha, katika kuondoka kwao makada hao kumekuwa kukihusishwa na Freeman Mbowe, mwenyekiti wa zamani wa Chadema aliyeangushwa katika uchaguzi wa Januari 21, 2025 na mwenyekiti wa sasa Tundu Antipas Lissu, ambaye bado anashikiliwa na vyombo vya usalama kutokana na, na mashtaka yanayomkabili mjumbe wa zamani wa Chadema ambaye hivi karibuni alikana kuhusika na G55, Ezekiel Wenje. Mnamo tarehe 10 Mei 2025, akihutubia katika mkutano wa hadhara kwenye operation ya no reforms, no election, alisisitiza kuwa hawezi kuikana operation hiyo. Safari ya siasa ni kama maisha mwanadamu, kuna wakati kwenye maisha unaanza upya, kuna wakati kwenye maisha unapita kwenye mawimbi, si ndio? Leo tuko kwenye kipindi cha mpito na watu wanaondoka kwenye chama. Hii ni kama safari. Chama kilianzishwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili. Walioondoka ni wengi na waliokuja wengine pia ni wengi mno kuliko walioondoka. Sasa kwa hiyo yeah. Sisi tupo aluta continue na safari inaendelea sasa. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Victor huko aliwahi kusema kwa Kiingereza, no, no force on earth can stop an idea whose time has come. Maana kwa Kiswahili ni kwamba hakuna nguvu duniani inayoweza kuzuia fikra ambayo wakati wake umefika. Wakati huu ni wakati huu, fikra ya no, reforms, no kwa upande wake katibu wa Chadema John Mnyika katika mojawapo ya mikutano amesisitiza ulazima wa kambi mbili ndani ya Chadema kukaa kwa pamoja, kwani sasa ni muda wa kukijenga chama hicho ili kufikia malengo ya kuwatumikia Watanzania. chaguzi ukafanyika paleait simlifuatilia sana siio? yeah, yeah, yeah, kura zikapigwa, matokeo yakapatikana, kwa katika mchakato wetu wa uchaguzi ni wazi. Tulikuwa na timu mbili kubwa timu Lisu, timu Boe. Tukafanya uchaguzi. Nataka kuwaambia wana Geita na kuwaambia Watanzania baada ya uchaguzi ule wa tarehe 21 na 22 Januari 2025 timu Lisu, timu Boe ziliishia Mlimani City. Sasa tuna timu moja ya Chadema yeah. Mheshimiwa Wenje alikuwa timu Mboya Mheshimiwa mlengwa <laughs> <laughs> alikuwa timu Lissu <laughs> <laughs> Mmoja anasema kwa msimamizi wa uchaguzi sasa sasa ilibidi mambo ya timu mimi yabaki moyoni tu sawa sawa wote tuko jukwaa moja sasa hivi timu Chadema nawaomba wanachadema wote na wapenzi wa Chadema wote, kama kuna mtu ulikuwa na timu kwenye uchaguzi sasa, tuendelee sote kuwa timu moja ya Chadema tukipambana na timu ya CCM na watawala na wanaowatumia, tukisimamia no reforms, no election. Katika mitandao ya kijamii kuondoka kwa makada hao kunaonyesha wazi kutowatikisa Watanzania walio wengi wakiwatakia kila lenye heri huko waendako, hatua ambayo inadhihirisha kuwa kundi hilo sio kitisho kwa siasa za Chadema na Tanzania kwa ujumla, kutokana na kushindwa kuwashawishi Watanzania na wafuasi wengi wa Chadema. Leo nakiri mbele yenu kwamba najivua rasmi vyeo hivyo na uwanachama wangu unagota ndani ya Chadema leo tarehe kumi na moja mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Mimi sija staafu ni kijana mdogo sisemi kwamba sitafanya siasa, lakini kwa hatua sasa nagota wanachama wangu, nagota vyoo vyangu, nahitaji kupumzika na kutafakari, lakini azma ya mimi kuendelea na mabadiliko katika taifa hili iko pale pale. Hayo yanajiri ikiwa ni miezi minne tu tangu ujio wa viongozi vijana Tundu Antipas Lissu na John Heche katika nyadhifa za juu ndani ya Chadema, huku wakimpiku mwenyekiti wa muda mrefu Freeman Mbowe na kuweka rekodi iliyobeba ujumbe mzito kuhusu mabadiliko ya kiuongozi, mkondo wa demokrasia ya vyama vingi, na matarajio ya wananchi kwa mustakabali wa siasa nchini. Vilevile, ujio wa viongozi hao wawili mashuhuri katika nafasi za juu unaongeza mvuto mpya kwa Chadema mbele ya umma. Tundu Lissu ni mwanasiasa mwenye haiba kubwa anayejulikana kwa ujasiri wake wa kisiasa na uwezo wa kujenga hoja. John Heche ni kijana mwenye uelewa mpana wa siasa za ndani na za kijamii. Ushirikiano wao unaweza kubeba dira mpya ya harakati, hasa katika kizazi kipya cha Watanzania wenye kiu ya mabadiliko na maendeleo ya kweli.